Habari, naitwa Josephat Raphael Nkungugu, ni mhitimu wa taaluma ya IT kutoka chuo cha DIT A, lakini pia ni mstaafu waziri wa elimu wa serikali ya wanafunzi ya DIT. Karibuni sana kwenye kipindi chetu kipya kabisa kinachoitwa Mashule Shule. Mashule Shule ni nini? Mashule Shule ni platformu ambayo itatuleta pamoja sisi ambao tulikuwa wanafunzi na wanafunzi na wale ambao tunatamani kupata eh, career path zetu au ajira kwenye eneo hilo la talo ambao tumezisomea. Kwa hiyo mashule shule itakava maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza itakava safari ya mwanafunzi akiwa anasoma akiwa chuoni. Hapo inaanisha kwamba namna bora ya kusoma, namna bora ya kufanya ufanye vizuri, na kumbuka unaongea na mtu ambaye amekuwa mwanafunzi bora endelevu kwa miaka mitatu nilipokuwa DIT. Ni best student consecutively kwa miaka mitatu, kwao ninajua nini kifanyike, kifanyike kwa namna gani, kifanyike saa ngapi, ili kukufanikisha uweze kutoka na ufaulu mzuri na GPA kubwa ambayo itakusaidia kwenye soko la ajira. Lakini cha pili ambacho tutakizungumzia eh, kwa mapana zaidi ni namna ambavyo una uwezo wa kujiposition au ukajitengenezea mazingira ambayo utakuwa na uwezo wa kuajirika kwa haraka namaanisha, kwa sababu zipo mbinu, zipo njia ambazo ukizifanya utakuwa na nafasi nzuri ambayo itakufanya uwe kwenye eneo ambalo waajiri watakuwa na uwezo wa kuona kama mtu tofauti. Mimi huwa napenda kuambia watu kwamba kuna kiwango fulani cha taaluma, ukifikia hutoweza kuchukuliwa kawaida. Rafiki yangu mmoja anafanya kazi HRB, alionipa mfano mmoja kwamba yupo mtu ambaye anafanya kazi benki mbili shindani kwa muda mmoja. Kwa nini? Kwa sababu ilifikia kiwango ambacho kila benki haiko tayari kati ya hizo benki mbili kumwacha aende kufanya kazi kwenye benki nyingine na afanye kazi kwenye benki hiyo. Kwa hiyo, alichowaambia ni kwamba mimi niko tayari kutunza siri ya kazi, kwa nifanya kazi na benki A zitabakia kwenye benki A, na nikifanya kazi kwenye benki B zitabakia kwenye benki B na akawa na uwezo wa kufanya hivyo, na wote wakawa wanampa mshahara mzuri, na akaishi kwa kastari kama hiyo. Kwanini? Kwa sababu alikuwa na uwezo eh, wa kufanya kazi kwa kiungo ambacho sio cha kawaida, kiungo ambacho kilimpa hiyo nafasi nzuri. Kwa hiyo tutakueleza kwa namna ambayo unaweza kutengeneza kariera yako vizuri tangu ukiwa bado unasoma na baada ya kusoma, ili kutengeneza mazingira ambayo mwajiri atakuchukulia kwa sababu utakuwa na kiungo cha wewe ambacho sio cha kawaida. Na moja ya vitu ambavyo ninavifundisha au nitavielekeza kwenye safari yetu hii ya kusoma kwenye mashule shule ni kwamba watu wengi huwa wanatamani kuwa na GPA kubwa kama ambavyo nilikuwa nataka kuwa na GPA kubwa na nifanikiwa. Lakini shida ambayo wengi huwa wanayo ni kwamba anapambana kwa miaka yake yote mitatu au miaka yake minne kupata ile GPA kubwa alafu, akitoka inapokuja kazi halisi, kwa maana skills za kuapply, anapwaya, anakuwa hana huo uwezo mzuri. Kwa sasa, si tupo hapa kwenye ile section ya elimu utakuwa na kufundisha jambo moja kubwa sana, kwamba unawezaji kutumia muda mdogo kutekeleza majukumu yako yale ya eneo la GPA au eneo ambalo itakufanya ufanye vizuri kwenye upande wa theory, halafu huo una sehemu kubwa ya muda ambao utafanya zile kazi za vitendo, practical activity ambazo zitakuza ujuzi wako na skili zako vizuri ili baadaye unapohitimu kwa miaka yako mitatu anapohitimu kwa miaka yako minne uwe una uwezo mzuri wa kufanya kazi, lakini pia ukiwa na GPA nzuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni lengo letu na tunaamini kwamba tutaliachifu. Lakini jambo la tatu ni kwamba kuna wale watu ambao wanatamani katika ile chain ya kusoma kwao kuna mix ya kusoma ndani, kwa maana domestic university, lakini pia na nje, kwa maana ya vyuo vikuu vya kusoma mataifa mba mbalimbali duniani. hivyo ni vitu ambavyo vinatengeneza CV uh, mtu inakuwa vizuri lakini pia wapo ambao wao wenyewe wanatamani wana, wana, wana kuwa na uh, exposure kwenda mataifa mbalimbali pengine ni bara la Ulaya au la Amerika au kwingine kote duniani. Kwaio katika segment yetu ya tatu katika kipindi chetu cha Mashule Shule itakuwa ni kuzungumzia mambo ambayo yatakuandaa, yatakupa uelewa wa namna ambavyo unaweza kujiposition uweze kupata nafasi ya kusoma nje ya nchi. Na hapo wako tunakuwa tuna mambo mengi ya kudiscuss. Kuna habari za namna ya kupata scholarship kama ni full funded au ni partial scholarship, lakini pia namna ya kupata kuna vitu vitaga student loan, lakini pia namna ya uh, bora ya kipindi ambacho unatakiwa kufanya application ya ya masomo yako na vitu vingine vingi utavikuta huko kwenye study abroad, uh, abroad program kwa maana namna ambavyo unaweza ukafanya ili upate nafasi nzuri ya kweza kusoma nje ya nchi, kama ni kwa level ya degree au masters au PhD na namna zingine. Na pia tutakushauri kwamba katika level gani ya elimu ni bora zaidi kusoma nje ya nchi kuliko level zingine, kwa sababu kuna level ambazo una nafasi kubwa ya kupata scholarship kuna levo ambazo una changamoto kwa sababu ushindani unakuwa ni mkubwa, na mataifa mengine nakua inakuwa ina vigumu uzopata e, ufadhili ambao mara nyingi wengi tunatamani ufadhili ambao ni full fund, kwa maana ya e, kulipiwa gharama zako zote, mpaka na tiketi ya ndege ya yakwenda naku kwenye nchi ambayo ataenda kufanya hiyo e, yako au masomo yako, kwahiyo kwa ufupi kabisa tunakuwa tuna hayo maeneo matatu muhimu. Naomba nirudie na unielewe vizuri, tuna eneo moja la elimu elimu, elimu maana yake tutakutengenezea mazingira mazuri ya wewe kuweza kusoma na kufanya vizuri darasani. lakini pia cha pili tunazungumzia eneo la career kwa maana ya kwamba maisha baada ya kuwa mwanafunzi, ukigraduate, tunasaidia kutengeneza mazingira ambayo utapata kazi kwa, kwa kwa urahisi. Lakini eneo la tatu kwa wale ambao wanatamani kukuza e, exposure au uwezo wao wa kufahamu vitu vingi na kufahamu maneno mengi ambao wanataka kusoma nje ya nchi watakuwa na uwezo wa kupata nafasi ya kuweza kujifunza. Lakini pia kwenye kipindi chetu cha mashule shule, tutakuwa tuna uwezo wa kuwaalika watu ambao wana peculiar, eh, character au wana sifa za tofauti kwa maana ya kwamba kama tutakuwa kwa tunapata mabest uh, student wengine wa vyuo mbalimbali ambavyo walienda kusoma pengine ndani au nje ya nchi, watuambie safari yao ya masomo ilikuaje na vile ambavyo e, wameweza kufanya kuweza kuwa katika hali ambazo wamezifikia. Lakini kwa tunatafuta segment ambazo tutawaalika e, lecturers ambao wana passion na taaluma ambao wanaifanya na vile ambavyo wanasaidiaga wanafunzi kufanya vizuri, ambapo watatuambia pia namna gani ambavyo tukifanya sisi kama wanafunzi au ambao tunatamani kuwa wanafunzi hapo mbeleni tutaweza kufanya vizuri na kwa mafanikio makubwa. Kwa hiyo, tegemea kuwaona pia lecturers ambao wanaweza wakaja wakatupa session ambazo ni nzuri. Lakini pia kundi ambao tulitegemea kulipata ni waajiri. Waajiri kwa nini waajiri? Kwa sababu wao watatupatia Uh, skills ambazo ni employable. Kumbuka, kuna kitu kinaitwa employability skills. Sio kila skill ukiwa nayo ina uwezo wa kupa ajira kwa haraka au ajira ambayo unaitamani. Kuna aina ya skills ambazo ukifocus nazo una uwezo wa kufanya vizuri. Sasa naye atakaye tuambia hizo skills ni yule ambaye anayekuajiri whether ni kwa, kwa upande wa serikalini au kwa upande wa sekta binafsi. Kokote kule iwe sekta ya umma au sekta binafsi, zipo skills ambazo huwa wanazihitaji specific, na kusema hivi ina maana kwamba tuta dive deeper kwenye eneo halisi labda tuseme kwenye eneo la computer engineering au kwenye sekta nzima ya masuala ya IT. Maana tukimleta mwajiri atatuambia kwamba ili uwe maybe programmer mzuri ambaye utaajirika, ni language zipi ndio uzifahamu na uzifahamu kwa level gani? Au kama ni sekta ya maybe uhandisi wa miundombinu watakuambia kwamba u uwe na uelewa wa aina gani, kama ni kwenye masuala ya materials au kwenye masuala ya structure design au neno lingine lolote, ili sasa uone mazingira mazuri ambayo yatakupa ajira, kwa sababu unaongea na mtu ambaye atakuoffer hiyo ajira. Kwa hiyo, hiyo pia ni section ambayo tutakuwa nayo kwa maana ya watu ambao tutaleta na utaongea nao kwa namna nzuri ambayo itakufanya upate e, picha halisi ya vile ambavyo inabidi ufanye kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo hayo yote ni maeneo ambayo tunakuahidi wewe kama e, mpenzi mtazamaji wetu na mtu ambaye tunaamini utakuwa mwenzetu au utakuwa subscriber wetu wa channel yetu, utakuwa unakuja kukutana na maudhui ya namna hiyo. Kwa hiyo utegemea kupata package ambayo ukiwa mfuatiliaji mzuri wa vipindi vyetu kwa mfululizo utaweza kufanya vizuri unapotoka kwenye elimu yako, lakini pia hata kwenye soko la ajira, kwa sababu utajitenganisha na wengi ambao hawatokuwa na uelewa mambo kama hayo. Bila kusahau pia, tutakuwa tunapata session nzuri na eh, wa wa wataalamu wa masuala ya HR kwa maana ya human resource management. Hawa watatuambia vitu ambavyo ni vya msingi ambavyo ukiwa kazini pia unapaswa kubehave kuweza kumake sure kwamba ajira utakayoipata unaweza kuimaintain na kuweza kuwa na nafasi nzuri, pengine hata kupata promotion na kukua na kuwa mtu mkubwa zaidi, sababu tumekuwa na mifano hasa kwenye sekta binafsi kwamba wapo vijana ambao wanapata fursa, lakini kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo hawavielewi kwenye namna ambavyo wanatakiwa waenende, wanapokuwa makazini inakuwa ngumu kwao. Pengine mikataba yao ambao wanakuwa wamepewa, ambao pengine mingine inakuwa ni probation, kwa maana kwamba anakuambia tunakupa miezi sita ya matazamio, tunakupa mwaka mmoja matazamio au miaka miwili ya matazamio. Kuna wengine wanashindwa ku cross your line au mwaka mmoja hawaongezee mkataba mwingine kwa sababu tu kwamba, sio kwa sababu skills zao ziko vizuri, lakini kuna baadhi ya uelewa au maarifa namna ambavyo yanafanyika kwenye corporate world au kwenye ulimwengu huu wa maeneo ya kufanya kazi, ambao wanafanya watu washindwe kupata nafasi za kufanya kazi kwa nafasi nzuri na kwa muda mrefu. Kwa hiyo vyote hivyo kwa ujumla vitakuwa ni sehemu ya segment yetu ambayo utakuwa nayo na natumai uta, utaifuatilia kwa karibu na utajifunza zaidi kwenye link hapo ya description, chini, I mean, kwenye description tutaweka link za social media platform zetu zote. Tutakuwepo Instagram, uh, Facebook, TikTok, na maeneo yote muhimu ambayo unaweza kuendelea kutufuatilia kuweza kupata update na content mbalimbali ambazo tutakuwa tunazishare. Na kizuri kabisa ni kwamba uh kwa sababu tupo kwenye eneo hata zile uh, update za ajira wewe, za ajira za ndani au za nje, tutakuwa tuna share ili uweze kuzipata kwa haraka na kuweza kuapply, wewe ambaye unatamani kupata kazi na kuweza kuendeleza mambo yako ambayo unatamani kuyafanya. Karibuni sana na tupo tukuhudumie. Uh, mimi ni Josephat Raphael Nkungugu uh, nitakuwa host pamoja na timu yangu ambayo tutakuwa nao, lakini pia na wageni ambao tutakuwa tunashirikiana nao. Kwa hiyo karibu ujifunze, na kama tunavyosema zote, ni kwamba slogan yetu ni mashule shule ni zaidi ya darasa. Njoo ujifunze, upate uelewa. Karibuni na asanteni sana na Mungu awabariki.